<laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> I love you. Msichana wako anaambiwa I love you, na wewe haujawai kumwambia I love you. Baba, haujawai kuambia mtoto wako I love you hata wacha. Na baba wababa wa kiafrika wagumu, mwenyewe hajawai kusikia I love you, na mwenyewe mtoto wake pia I love you. Mama yake hajawahi mbia mtoto wake wa kike I love you, anatoka nje anakutana na kijana eh, wale maboy child wanajua kuzungumza vizuri na kunini tuseme, wana nini, wanakatia wasichana vizuri. Poleni lakini natumia language, lakini anakuja anaambia mtoto wako I love you, uko na uso mzuri wewe, sijui eh, Mungu alikuumba ukaumbika anatumia maneno yote hajawahi kuambiwa nyumbani. Unafikiria nini? Atamfungukia huyo kijana, atakuwa kila kitu yenye ana nini, anataka kijana atafanyiwa na msichana wako. Wewe mzazi, unaambia mtoto wangu, nipatie kikombe cha maji, anaona uvivu. Kwa nini mara moja ashakuletea kikombe cha maji, ukasema asante mwanangu, shukran binti yangu akifika huko anasikia maneno matamu ndio. Ile unaona unakumbuka, tukiwa watoto ulikuwa tunafanya nini? Ukienda mahali umealikwa, unapata chapati, unachangamkia chapati ni kama mwaka mzima hautawahi kupata chapati kwa sababu ya nini? Nyumbani haupati chapati. Sasa piga hesabu, unapata maneno matamu nje, alafu nyumbani haupati, huyo mtoto atakuwaje?